Habari yako Dada Gizera? Nzuri. Naendelea aje. Naendelea vizuri. Salama. Wewe ni mgeni hapa kwetu, si ndio? Unajisikiaje kuwa sehemu ya kuetus, okay, familia Anuskao, Ueni. Ueni? Okay. ya Dada Center? vizuri. Kweli? Mhm, mm, umeonaje mazingira? Umekuja lini? Nimekuja Jumatatu. Jumatatu. Jumatatu ipi unamaanisha? Ya juzi. Jumatatu ni jana hapo, jana ndio ukifikiria hivyo. kwa ni Gizera, kwa hiyo uko serious. Okay, karibu sana. ulitujulia wapi? Nilipewa taarifa na, maana kabla sijaji hapo kuna sehemu nilikuwa nafanya kazi lakini nataka kuchukua si lakini, nipate kujitosha kwa mama, maana yake sikuwa na na nani, na nikipata kile cha kutosha kwangu kujitosha, kufungua ofisi yangu, nikapewa habari za hapo Wadada Center, ndio nikafuatilia kupitia Instagram, baada ya kuwafuatilia. Karibu sana. Kwa hiyo usimamizi wa mfumo anafanya kazi gani? nilikuwa nafanya kazi za ndani. Kazi za ndani. mm. mm. Na umefanya kwa muda gani? Nimefanya kwa mwaka okay. Okay. Okay. Mmoja. Kwa mwaka. Nini kikusababisha usiendelee baada ya huu mwaka mmoja? Nicho sababisha ni kwamba nilitaka nipate mtaji wa kufungua biashara, lakini mtaji ule ulikuwa mdogo

Kwa kwanzia elfu mbili na ishirini mpaka leo ni miaka mitano. Umefanya kazi namna gani kwa mwaka mmoja? Aaau, uliolewa kwanza, uchumbiwa, ukamtoroka mchumba, una familia wewe mwenyewe, una mtoto, malengo yako ni yapi? iahuaaa ambayo ni shilingi ngapi sasa? Na dafta shilingi ngapi? Dafta tu ile ya chini na vifaa vya ambayo ni shilingi ngapi kwa mahesabu yako ambayo uliwahi kupiga kwa ukaona kwamba hizo hela una zikutoshi? Hmm.

na kodi bado milioni moja na laki nane inatosha kabisa kuanza biashara yako. Kwa hiyo si, nadhani umekuja sehemu ambayo ni sahihi sana kwako, kwa, kwa maana ya kama una malengo kwe, una commitment kwenye kazi, una bidii, lakini pia uko tayari kuendana na standards zetu, kwa sababu umeshafanya mm -hmm. kazi huko mwaka mzima, uh, za ndani, lakini sisi pia tuna utaratibu wetu, tuna standards zetu ambazo zikawa tofauti kabisa na uko ulikotoka Mm -hmm. Kule palikupa tu ujuzi fulani lakini hapa kwetu ni lazima. Sinaona nadhani mm -hmm. Unaona kuna trainings ambazo sisi tunazifanya hapa kwetu, sisi tunatamani zile kwanza umekuja kuna vitu navyo hizi sisi watu fani ili tunafanya hivi. Naamini utakuwa tayari ushapitishwa kwenye hizo. Eh, hizo sasa ndio standards ambazo sisi tunazihitaji. Kwa hiyo unapokuwa hapa ni sehemu tu, ni shule ya kukutengeneza, ni jiko la kukupika. Lakini hayo tunayataka mkayatekeleze kwenye kwa ajili wenu. Na uzuri umekuja una malengo yako. Kwa hiyo ni lazima ujue kwamba mkataba wetu wa mwaka mmoja unavyoenda kazini lazima ufanye kazi kwa mwaka, ili ukikumbuka tu malengo yako na kuendelea kukupa wewe morale mm -hmm. ya kuendelea kufanya kazi kwa bidii. Aha, uh, unampanga kufanya kazi sasa kwa miaka muda gani au ndio huo mwaka mmoja tu unakutosha? Mm -hmm. Mwaka mmoja mwaka mmoja yeah, lakini tu kadi itakavyokuwa mm -hmm. tutaendelea, Mungu takijalia uzima. Wewe unawapenda watoto? watoto ndiyo naopenda. Mmoja alikuwa na miaka minne, mwingine miaka nane. Minne na miaka nane ndo niliyokuwa wanakaa nao na mama. Basi tutakuandaa, tutakupatia fursa ya kwenda kufanya kazi, wewe tu ushindwe mwenyewe lakini kwa fursa umepata, lakini pia sisi tuko kwa ajili ya kuendelea kuhakikisha kwa kwamba nyie mnapata mazingira mazuri ya kufanya kazi. mm -hmm. E, kwa hiyo kwa kawaida ya taasisi yetu sisi tuko bega kwa bega na dada na bosi. Ukipata na, any issue uko zako kazini, unashindwa kufanya majukumu yako tuna communicate. Sawa? Sawa. Haya dada, nani